Naam, tunaendelea na, na chaneli yetu, mpenzi msikilizaji, na leo tunakuletea historia moja ya mwanajeshi. Alikuwa anataka kumuoa mwanamke, lakini mwanamke yule alikuwa hamtaki. Mpenzi msikilizaji, nitakuelezea namna gani alihasa a kuangaika yule mwanajeshi mpaka akampata mwanadada huyo, alikuwa anaitwa Suzana na Suzana alikuwa na mdogo wake, alikuwa anaitwa Malia. Hivyo nitakuelezea historia ya Suzana na Malia na pamoja na huyo mwanajeshi, mpenzi msikilizaji. Kabla sijakuelezea historia hii ya mwanajeshi huyu, ungefanya jambo la kiungwana la kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa, mpenzi msikilizaji, ndio vinatoka jikoni. Hakika hautajutia bando lako, kwa maana kila siku tumekuwa bora zaidi ya jana. Ninakwenda kukuelezea historia hii ya mwanajeshi. Ghafla siku moja ilikuwa kuna mdada mmoja ambaye alikuwa anaitwa Susana. Suzana alitokea kupendwa na mwanajeshi mmoja ambaye huyo mwanajeshi alikuwa anampenda sana huyo, alikuwa anampenda sana huyo Suzana, lakini Suzana alikuwa hampendi kabisa huyo mwanajeshi. Nakumbuka huyo Suzana ni mtoto wa mwanajeshi mmoja mkuu mstaafu, ambaye alikuwa ni jenerali mkuu. Katika hiyo nyumba ambayo alikuwa anaishi, alikuwa anaishi na mdogo wake ambaye ni huyo Maria. Lakini mpenzi msikilizaji Suzana siku moja, akiwa ameenda zake ameenda kutulia zake baa na kunywa zake kinywaji kidogo kidogo, akiendelea kupoteza mawazo. Wakati huo, huyo mpenzi wake huyo mwanajeshi alikuwa amesafiri pamoja na babake mzazi ya Suzana. Suzana, wakati anakunywa pale baa, ilitokea kuna kaka mmoja ambaye alikuwa anakunywa pale na yeye baa, lakini bahati mbaya au nzuri, akawa amelewa sana ule ile kijana, na pia alikuwa hana hela ya keshi mfukoni basi, baada ya kuwa hana hela alianza kusumbuliwa na yule kaunta, akaanza kudai hela yake, yule mhudumu wa baa. Baada ya kuwa anamsumbule kaka na kumdai hela yake, Suzana alisema mwache huyo kaka, mimi nitamlipia. Yule kaka alishangaa sana kulipiwa na na Suzana. Basi, Suzana alitoa ile hela akalipa. Baada ya kulipa, wakawa wanaendelea kupata vinywaji, lakini muda ulipokuwa umeenda walijikuta wote wakiwa wamelewa, na dada akiwa amezidiwa kabisa, hawezi hata kutembea, akiwa amezidiwa na ile pombe alikuwa amekunywa, Suzana. Baada ya yule kaka kumuona Suzana amelewa, na kwamba ku... na ku... na amezidiwa sana na pombe, ilibidi achukue msaada wa kumsaidia kwa sababu na yeye alimsaidia kumlipia hela, lakini ikabidi na yeye atoe atoe shukurani zake kwa kumsaidia, kwa sababu alikuwa amelewa na hajitambui. Ilibidi yule kaka amchukue Suzana na kumpeleka mpaka geto kwake. Baada ya kumpeleka geto kwake, hakujua huyu mdada ni ametokea wapi, au huyu Suzana anaishi wapi, ilibidi tu ampeleke geto kwake yeye akamlaza. Asubuhi kulipoamka asubuhi, palipopambazuka, Suzana aliamka akiwa ana hanyaana, akiangalia amejikuta yuko sehemu nyingine ya tofauti ambayo sio mazingira ya kwao. Nakumbuka yule ni mtoto wa kitajiri Suzana kwa hiyo alishangaa sana kujiona yuko katika getu la ambalo ni chafu chafu, alafu haelewi amefika jifikaje hapo. Mchizi ameamka na kumletea chai na kumwambia, ah, samani, nimekuletea chai ili utoe heni, kwa sababu jana ulikuwa hali mbaya sana. Suzana alishtuka na kumwambia, niko wapi hapa? hii ni sehemu gani ya ajabu kiasi hichi? Yule kaka akamwambia, bana, jana ulilemewa sana, ulinisaidia ukanilipia mimi bili yangu ambaye nilikuwa nadaiwa, nilikuwa nimelewa, ukanisaidia kunilipia bili yangu baada ya kunisaidia na wewe ukawa umelewa sana ukazidiwa, ilibidi na mimi nitowe msaada wa kukusaidia kukuleta nyumbani. Susana alishangaa sana nah, basi. Lakini aliona kwa sababu huyu kaka ni muungwana na hajamfanya chochote, basi alifurahia, alitoka na kuelekea nyumbani kwao. Wakawa wamebadilishana mawasiliano kwa sababu ya msaada uliokuwa umesaidiana, waliendelea kuwasiliana huku wakiendelea kusaidiana mambo madogo madogo, na huko akiendelea kuwa na uhusiano mzuri wa kuwasiliana. Siku moja yule mpenzi wake mwanajeshi alirudi kutoka safari akiwa na baba yake, lakini kabla hajafika haja nyumbani, yule kijana siku hiyo alikuwa anampigia Suzana, Suzana akiwa hapatikani hewani, piga na kupiga, Suzana akawa hapatikani hewani. Kwa kuwa anapafahamu kwao na kwa aliwahi kumpeleka siku zile alipokuwa amelala kwake, ilibidi aende kumtembelea kule kwao. Kufika akagonga hodi. Baada ya kugonga hodi, alifunguliwa na mwanajeshi mmoja ambaye alikuwa ni mlinzi. Akamwambia, unafuata nini hapa na unahitaji nini? Alimwambia, nahitaji na shida na kumuona Suzana. Basi yule yule mwanajeshi yule askari akamwambia kwamba ngoja nikakuitie. Kufika akamwambia Suzana, Suzana, kuna mgeni wako nje anaitwa fulani. Alipomtaja tu jina, basi Suzana alishtuka sana, akamwambia basi, okay huyo ni mgeni wangu, Mwambie aingie kwa sababu angesema sio mgeni wake angeletewa shida. Maana ile ni nyumba ya, ya wanajeshi na ni nyumba ya, ya mwanajeshi mkuu, kwa hivyo jenerali yule angemletea shida sana kama endapo angeleta shida kusema kwamba simjui huyu mwanaume. Ilibidi tu adangaje kusema kwamba namjua, mwambie aingie ndani, mgeni wangu. Basi akaingia ndani yule kijana. Baada ya kuingia ndani sasa akamwambia wewe umeingia kufanyaje huku ndani hivi unafikiri hizi nyumba kila nyumba tu unaendaenda tu hii ni nyumba ya mwanajeshi mkubwa unaweza ukaja ukauawa hapa au ukasikiliziwa hata mwezi we unakujaje tu bila taarifa kijana akamwambia nimekupigia simu yako ulikuwa upatikani sasa ningefanyaje na mimi nakupenda na nahitaji kukuona ilibidi tu nije moja kwa moja. Akasema umefanya mambo ya kipuuzi laki, lakini sasa ngoja nikupeleke uondoke, maana ukikuta hapa itakuwa ni, ni balaa. Lakini kwa sababu alikuwa na hamu zake, ilibidi kwanza amuingize chumbani kwake ili aweze kutuliza hamu zake. Suzana, kwa sababu alimuona ni kijana mstaarabu, kuwa ameenda leo kwao, ilibidi auingize geto kwake na yeye ili angalau aende akatulize hamu zake wakati amemuingiza kule ndani kwake, wakati amemuingiza ndani sasa, wanafanya mambo yao ya kuzaga mwana. Mara ghafla dada yake mdogo wake alikuja ambaye ni, ni Mariamu. Baada ya kufika Maria amini, baada Maria kufika akagonga mlango akamwambia dada, wewe unazaga mwana tu leo, kuna mpenzi wako, wakati kule baba na wewe mwanajeshi mume wako anakuja. Basi ibidi Suzana ashtuke sana, akamwambia Maria, ni kweli unachokiongea? Akasema ndio, baba anakuja na ameshakaribia kabisa. Ilibidi aende akamvua chapo akamwambia akamwambia avae nguo chapo ili aondoke, yule kaka alikuwa naye. Yule kaka kati anaondoka, kati anashuka kutoka gorofani kushuka chini kwenye ngazi, akaona yule baba na mwanajeshi wanakuja, wanapandisha kwenye ngazi hiyo hiyo. Ilibidi arudi tena kule kule chumbani. Baada ya kurudi kule chumbani, akafika akamwambia, Maria, Maria, wameshafika, naomba nisaidie. Utanisaidiaje? Kabla hawajaondoka ilibidi ajifiche kule kule ndani, ule kaka. Baada ya kujificha yule mwanajeshi alipofika alimkuta mpenzi wake ambaye ni Suzana, alimkuta akiwa katika hali mbaya na akiwa na jasho na pia akiwa amejifunga kanga moja, lakini alipomuona tu alishtuka Suzana. Baada ya kushtuka yule mwanajeshi alishtuka, akasema mbona umeshtuka? Kuna nini? Sijawahi kukuzoea hivyo, kwa nini umeshtuka? Inawezekana kuna mwanaume ulikuwa naye huko ndani. Suzana alimwambia, mimi sina wanaume yeyote wala sina hata mtu yoyote huko ndani akamwambia hapana, akamwambia mpenzi, mimi sina hata mtu yoyote huku ndani. Akamwambia umeniitaje? Umenita mpenzi? hujawahi kuniita mpenzi hata siku moja. Na pia Susana akaenda akambusu yule mwanajeshi. Akamwambia tena umenibusu? Hapana, kuna kitu ambacho kinaendelea hapa ndani. Kwa sababu hujawahi kunibusu hata siku moja katika maisha yako. Wala hujawahi kuniita mpenzi. Unasema unanichukia sana. Kwa nini leo uniite mpenzi na unibusu? Inawezekana kuna mtu humu ndani. Asi, yule mwanajeshi aliondoka na kuingia kule ndani. Akaanza kusaji. Wakati anasachi ghafla, alikuja Maria na kumwambia Baba anakuita kule sebleni mara moja haraka sana. Akamwambia subiri na kazi yangu. Akasema yaani kaneli mkubwa, mwanajeshi mkubwa aje kuambiwa na mwanajeshi mdogo kwamba nisubirie. Mwanajeshi mkubwa waga asubirie na mwanajeshi mdogo. Inabidi wewe ndio utii matakwa ya, ya mwanajeshi mkubwa. Mwanajeshi mkubwa akiwa anakuita inabidi wewe utii. Kweli ilibidi aache ah, ile kazi alikuwa anafanya kumsaka yule mwanaume mle ndani. Ikabidi arudi kwenda kumsikiliza jenerali wake mkuu. Lakini akati anaondoka akamwambia, tunaomba tutoke wote nje, amna kubaki mtu huku ndani. Akachukua kufuli na kubana ule mlango, akamwambia, mpaka nije nimalize uchunguzi wangu ndo nitaruhusu ingie kwenye hiki chumba. Akaondoka na Suzana pamoja na Maria mpaka wakafika kule alipokuwepo baba yake, wakafika wakati wanaongea. Lakini kabla hajafika kule, kule ndani, Suzana alimwita Maria na kumwambia Maria, naomba nisaidie. Kan, kanisaidie kunitolea yule kijana pale ndani. Wakatafuta funguo za ziada ambazo zilikuwa hapo ndani na kumpa Maria ili aende akamsaidie kutoa yule kijana pale ndani kabla dili di haijasanukiwa. Basi Maria alienda kuongea na baba yake pamoja na yule mwanajeshi. Baba alimwambia, mimi nimekuchagulia huyu mwanaume ndo atakaye kuoa lakini, nataka ndani ya miezi mitatu muwe mmeshafanya ujumbe wenu na mmalize na niweze kuwafundisha ndoa. Maria alimwambia, mimi nani amini. Ile dada ambaye ndo mpenzi wake na yule mwanajeshi alikataa, Suzana. Suzana akamwambia, mimi siwezi siwezi kukubali kuonana na huyu mwanaume kwa sababu sijampenda. Baba, mimi simpendi, unanilazimisha kitu ambacho mimi sikipendi. Baba alimwambia, nimesema mimi utaolewa kama mimi ni baba yako, utaolewa na huyu mwanajeshi, mimi ndo nimemchagua huyu mwanajeshi. Kwanza huyu mwanajeshi mimi na kulazimisha kuolewa hapa, kwa sababu una maana yangu. Mimi wewe uone huyu baba yake, muda si mrefu ataenda kugombea kiti cha urais. Akisha kuwa rais, unafikiria utakuwa katika familia gani wewe mwanangu? Bora ulikuwa mpuzi na mpumbavu kiasi hicho. Suzana alimwambia baba mistaki, hata akiwa babake rais, akiwa babake nani atajua mwenyewe, hiyo ni familia yao. Mpenzi msikilizaji, kwa kuwa kisa hichi ni kirefu, tutaendelea katika sizoni ya pili.